Bwana Yesu asifiwe! Karibuni tena siku hii ya leo wapenzi watazamaji na wasikilizaji, nipende kuwakaribisha katika kipindi chetu cha leo katika mfululizo wetu wa masomo ambayo yanacho kichwa kinachosema siri za elimu ya kiungu au siri za elimu ya mbinguni. Katika kipindi kilichopita tulijaribu kuona masuala mengi na mambo mengi japo kwa sehemu kidogo tuwagusia hasa juu ya utangulizi kuhusu masomo haya ya siri za elimu ya kiungu. Leo pia tutakuwa na mfululizo wa masomo haya, tutakuwa nacho kichwa au kisabutaito ambacho kinasema kusudi la maisha ni nini, au nini ni kusudi la maisha. Tuombe. Asante Baba yetu kwa siku hii nyingine tena, na wakati huu tunapohitaji kujifunza maneno yako, tunaomba uongozi wako ukawe pamoja nasi, Roho wako wakatufundishe na malaika wako watakatifu wakatuhimize katika kutilia manani ujumbe wa siku hii ya leo, kwa ajili ya uokovu wa maisha yetu, kwa jina la Yesu, amina. Leo tuna somo ambalo ni kipengele katika mfululizo wa masomo yetu. Somo la leo linasema Kusudi la maisha ni nini? Kusudi la maisha ni nini? Watu wengi wamekuwa na nadharia nyingi, na wengi wamekuwa na maswali mengi wakijiuliza, nini kusudi la maisha. Mungu kama tulivyoona katika somo lile la kwanza, kwamba alimuumba mwanadamu kwa ajili ya utukufu wake, kwa mujibu wa kitabu cha Isaya 43 lile fungu la saba. Kwa hiyo anasema alimuumba mtu, alimuumba mwanadamu kwa ajili ya utukufu wake kwa ajili ya jina lake. Katika kitabu cha Isaya 45:18, Mungu anatoa statement, anatoa sentensi au tamko la kwa nini yeye aliumba dunia. Na hapo ndipo ndipo anzia kusudi la maisha ya mwanadamu. Na kwa kutambua hivyo, mwanadamu ataishi maisha yenye kusudi. Katika kitabu cha Isaya 45 fungu la 18, Mungu anatoa taarifa, anatujulisha kwamba kwa nini aliumba dunia aliumba dunia. Watu wengi wamejiuliza dunia kwa nini iliumbwa? Je, mwanadamu hawezi akaenda kaishi katika sayari yoyote maana, wengine wamekuwa wakijaribu sana, wanasayansi wamefanya tafiti, na wengi paka sasa hivi wamejiridhisha wakisema kwamba sayari ya Mirihi inafaa kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Lakini sikiliza. Hakika sayari hiyo haifai kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, mambo ambayo ameyaweka Mungu ndiye anayejua kwa nini ameyaweka, na sisi tunapaswa tusikilize yeye anasema nini. Katika kitabu kile cha Isaya 45 fungu la 18 neno la Mungu linasema hivi: maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba, ndiye aliyeiumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kitabu hiki anasema kwamba Mungu wetu aliumba dunia kwa ajili ya mwanadamu. Anasema hakuiumba ukiwa, aliumba kwa ajili ya mwanadamu, ili ikaliwe na mwanadamu. Sasa watu wamejisahau hapa, na wengine wamekuwa wakienda nje ya makusudi ya Mungu. Wanadhani ya kwamba wakitoka duniani wakaenda kuishi katika sayari nyingine watakuwa wamefikia furaha yao, lakini kiukweli hatuwezi tukaenda nje ya mipaka ya Mungu na tukategemea kufanikiwa. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukamwamulia Mungu kwamba tutafanya hiki, tutaishi huku, tutafanya hiki na tutafanya hiki. Tunapaswa kusikiliza Mungu anasema tufanye nini, Mungu anahitaji wa tuwe wapi. Hapo ndipo furaha yetu itakapokuwa. Kwa hiyo dunia iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Katika kitabu cha Zaburi ya mia kumi na tano pia Mungu anazungumza nasi, ujumbe ule ule, anasema maneno haya, kumi na tano, Zaburi mia kumi na tano lile fungu la kumi na sita anasema, katika fungu la kumi na sita mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa lugha nyingine, tunaweza tukasema mbingu ni kwa ajili ya Bwana na nchi ambayo ni dunia ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo anaposema kwamba nchi ni kwa ajili ya mwanadamu, anataka kutuambia kwamba Mungu alimuumba mwanadamu na akamweka katika dunia hii Kabla hajamuumba mwanadamu, aliandaa mazingira na mazingira haya yalikuwa kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo, anaandaa mazingira gani? Tunaona anaumba, anaweka dunia, anaweka wanyama, anaweka mimea, anaandaa mazingira, hewa ya oksijeni na hewa zingine, madini na kila kitu, kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Anaandaa mazingira safi kabisa kwa ajili ya mwanadamu ambaye ni kiumbe alikuwa amekusudia aishi katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunaposema ya kwamba tutaenda kuishi katika sayari nyingine, tunataka kumaanisha kwamba Mungu sisi hatuhitaji kuishi katika dunia ambayo wewe umetuandaa. Hatutaki kuishi katika ulimwengu ambao umetuandalia. Tunahitaji tutafute tutafute dunia au tutafute sayari nyingine kwa ajili yetu. Na hapo ni kwenda kinyume na mipango ya Mungu. Kwa sababu hiyo ndipo tunapaswa tutambue kusudi la Mungu ni nini katika maisha yetu. Kwa hiyo kabla Mungu hajamuumba mwanadamu, aliumba dunia. Na kwa jinsi hiyo analo kusudi. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali. Yale maswali tunaita ni maswali ya kibinafsi au tunaita tunaita self-centered questions, na wanashindwa kujiuliza maswali ambayo ni God-centered question, yani maswali yale yakiita kwa Mungu. Wamekuwa wakijiuliza maswali, au wamekuwa na mipango inayohusu maisha binafsi, hawana mipango kuhusu Mungu, na hapo ndipo wanashindwa kutambua kusudi la Mungu kwa sababu Mungu aliumba dunia ili kaliwe na watu. Maswali yamekuwa kiulizwa, nitakuwa na kazi gani? Nitaishi wapi? Mimi ni nani? Nifanye nini? kwa ajili nitafanya nini ili nikumbukwe? Na kimsingi jambo la kutambua ni kwamba hauko hapa duniani kwa, dunia kwa ajili ya kukumbukwa. Watu wengi wanajitahidi sana kutafuta legacy, kutafuta title, kutafuta kufahamika, umaarufu na vitu vingine, kwa njia nyingi, kwa njia ya mali na mambo mengi, lakini unashindwa kukumbuka ya kwamba liko kusudi ambalo Mungu pekee ndiye analifahamu kwa hiyo aliumba dunia kwa ajili ya mwanadamu, na katika kitabu cha Isaya amesema aliumba mwanadamu kwa ajili ya utukufu wake. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ya kwamba Mungu aliumba vitu vyote kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliumba vitu vyote kwa ajili ya utukufu wake. Tutakuja kuona nini maana ya utukufu wa Mungu. Hilo ndio swali ambalo tunapaswa tulitambue. Tukielewa hapa ndipo tutaelewa kwa nini tunajifunza elimu ya kiungu. Maisha haya yana mambo mengi sana. Maisha yana mambo mengi sana, na watu wengi wamekuwa kijiuliza maswali mengi sana. Watu kwa nini wanakata tamaa watu? Ni kwa sababu hawajui kwa nini wako hai, hawatambui kusudi la ya maisha yao. Sasa leo tutajaribu kujifunza, tutajaribu kuona ni jinsi gani tunaweza tukafocus maisha yetu katika kusudi la maisha. kusudi la maisha kama ambavyo tumesoma ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sisi tuliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa nini? Na kitabu cha Wakolosai 1:16. Kitabu cha Wakolosai 1:16. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Kwa kuwa katika, vit, katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni moja na vilivyo juu ya nchi mbili, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo anasema ya kwamba vitu vyote juu mbinguni, nchi chini, lakini pia anasema vinavyoonekana na visivyoonekana. Anasema vitu vya enzi au sultani, viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo tunaweza tukasema ya kwamba Mungu alikusudia kuumba vitu vyote hivi kwa ajili yake, ameviumba. Anaposema kwamba kwa njia yake, ni kupitia yeye viliumbwa lakini pia anakuja kusema kwamba kwa ajili yake, tunaweza tukasema kwamba aliviumba kutokana na upendo wake, na hivyo anaumba vitu hivi kushiriki upendo wake, kudhihirisha upendo wake, kudhihirisha utukufu wake, na hapo ndipo tutakuja tuone nini utukufu wake, utukufu wa Mungu ni nini. Kwa hiyo ameumba vitu hivi vyote kwa ajili yake. Kwa hiyo hata sisi tumeumbwa kwa ajili yake, sio kwa ajili yetu. Mara nyingi tunakatishwa tamaa kwa sababu tunadhani ya kwamba huenda tuko hapa kwa ajili yetu. Na mara nyingine tunatafuta vitu ambavyo viko nje ya uwezo wetu tukifikiria kwamba huenda tuko hapa kwa ajili yetu. Tumekuwa ni watu wa kukatisha tamaa wengine, tukizani ya kwamba tuko hapa kwa ajili yetu. Tumekuwa ni watu ambao tukitafuta manufaa yetu, tukifanya dhuluma, tukifanya mambo mengi, tunadhani ya kwamba tuko hapa kwa ajili yetu. Lakini Biblia imesema vitu vyote vilivyoumbwa viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Ni mara ngapi umekuwa na mipango mizuri? Ni mipango mizuri kabisa, lakini imekuwa ni mipango kwa ajili ya nafsi. Imekuwa ni mipango kwa ajili ya kujinufaisha peke yako. Wewe umesahau majirani zako. Wewe umesahau ndugu zako, umesahau watoto wako, umesahau mume wako, umesahau mke wako. Ni mara ngapi umekuwa na mipango hiyo? Ukizani ya kwamba uko hapa kwa ajili yako. Ni mara ngapi umekuwa na mipango mizuri lakini umesahau Mungu? Hayo ni maisha yaliyojikita katika nafsi, ni maisha yaliyojikita katika mwanadamu. Je, maisha sahihi ni maisha yapi? Anasema vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, na hapo ndipo kusudi la mwanadamu linapaswa kutokea. Inapaswa kutambulika kwamba aliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na hapa ndipo tutaendelea kujifunza jumbe za msingi sana. Liko swali hili, ngoja nikuulize. Je, unajua wakati haujaumbwa ilikuwepo tarehe iliyoandaliwa kwa ajili ya kuzaliwa? Je, unajua Mungu alikusudia ni nchi gani utaishi? Wewe utakuwa ni mtu wa kabila gani? Utazaliwa na nani? Utafanya nini? Huenda kweli umepitia mazingira magumu. Umezaliwa katika mazingira tatanishi. Watu wengine wanasema kwamba mimi nilizaliwa kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kama hicho. Unaweza ukawa bahati mbaya kwa mama yako, unaweza ukawa bahati mbaya kwa baba yako, lakini Mungu haukuleta wewe kwa bahati mbaya. Kabla ujabebwa mimba miezi tisa, Mungu alikuwa na wewe katika akili yake, alikufikiria kabla wewe wazazi wako hawajakuona. Kwa hiyo kama alivyokutunza ndani ya tumbo la mama yako, ndivyo hivyo amekusudia kukutunza nje ya tumbo la mama yako. Ulipokuwa tumboni, amekulisha, amekunywesha kupitia mama yako na mama yako hakunywa hakula kwa uwezo wake, alikunywa alikula kupitia uwezo wa Mungu. Je, ukitoka tumboni mwa mama yako, unaweza ukasema kwamba unaweza ukara ukanywa kupitia uwezo wako? Kimsingi hapana. Tuerudi palepale ya kusema kwamba hata kula na kunywa, tutakunywa na kula kwa uweza wa Mungu, tutakuwa hai kwa uweza wa Mungu. Kwa hiyo hilo ni swala la msingi sana lakini mwanadamu lazima alitambue anapokuwa anaishi katika ulimwengu huu. Kusudi la maisha haya ni lipi? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali haya. Katika masomo haya utatambua nini kusudi la Mungu. Kwa hiyo vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake. Ufunuo 4 fungu la 11 utasoma hapo. Ujumbe huu ni ujumbe mzuri kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya ustawi wetu leo katika dunia hii ambayo tunaishi kitabu cha Ufunuo 4:11 yako maandiko haya, anasema hivi: umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliviumba vitu vyote, uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Anasema viliumbwa kwa sababu gani? Anasema na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kwa hiyo Mungu aliviumba vitu vyote kwa mapenzi yake. Hiyo inaweza ikatuambia nini? Inatuambia kwamba hata hivyo amekusudia pia vyenyewe vitimize mapenzi yake. Maana tumeona katika kitabu cha Kolosai moja kumi na sita anasema kwamba viliumbwa kupitia yeye na kwa ajili yake. Kwa hiyo anasema ni kwa mapenzi yake tu aliviumba vitu vyote, sio kwa nguvu yao nyingine. Hakuna mwanadamu ambaye alisema alipanga y kwamba ataumbwa, na hakuna aliyemwekea tarehe Mungu ya kumuumba. Kwa hiyo aliumba anasema kutokana na mapenzi yake na kwa ajili ya mapenzi yake. Hapo ndipo ilipo pointi kubwa. Sasa katika kitabu cha Matendo 17 fungu la 26 iko habari hii pia. Ambapo Mungu anazidi kusisitiza anazidi kutufundisha kutufahamisha, ya kwamba sisi hatuko hapa kwa ajali. Kama tuko hapa kwa ajali, basi maisha hayana kusudi. Na kama maisha hayana kusudi, maisha hayana maana. Na kama maisha hayana maana, maisha hayana faida. Ni bora kufa. Na kwa kweli katika maisha ya mwanadamu, mwanadamu yote asiye ishi na kusudi ni mwanadamu aliyekufa. Ni mwanadamu asiye na matumaini. Ikiwa kuna maisha tu basi tujue kuna kusudi, na ikiwa kuna kusudi basi tujue, tujue ya kwamba liko tumaini. Hupaswi kuwa na hofu, hupaswi kuwa na mashaka. Kwa hiyo katika kitabu hiki anazungumza nasi hivi katika kitabu hiki cha Matendo 17 ile fungu la 26, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, anasema akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Bwana Yesu asifiwe! Anasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Aliumba kila mwanadamu kutoka kwa mtu mmoja ambaye ni Adam na hapa tutakuja tuone Mungu alitamka nini aliposema kwamba tuumbe mwanadamu. Kwa nini alimuumba mwanadamu kwa sura yake? Kwa nini alimuumba mwanadamu kwa mfano wake? Na tukitambua hilo ndipo pia tutajua kusudi la maisha. Na kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita hapo ndipo tangazo la mbingu, tangazo la Mungu mwenyewe au tamko la yeye mwenyewe lilipo kwa nini alikusudia kufanya hivyo? Kitabu hicho cha Mwanzo 1:26 anasema, Mungu akasema, natumfanye mtu kwa mfano wetu. Hili ni baraza la kiungu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Anaanza kusema amewaumba kwa sababu gani? Anaendelea kusema kwamba anataka wafanye nini? Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimeumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo anasema ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani wakatawale. Na baada ya hapo, mwanadamu alipoumbwa alipewa tamko, kanasema na tumfanye kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Tukitambua kwamba hapa tumeumbwa kwa sura ya Mungu, kwa mfano wa Mungu, itakuwa ni rahisi kwetu pia kutambua kusudi la maisha. Kama sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, ndipo tunapaswa tutambua kwamba sisi ni wathamani sana. Sisi ni wathamani mno mbele za Mungu. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa tutajifunza tuta, tuta sura ya Mungu ni nini? Tutakapokuwa tukiendelea na mfululizo wa masomo haya, tutajifunza kwa nini sura ya Mungu? Kwa nini kwa mfano wa Mungu, na kwa nini anasema kwamba alifanya hivyo? Yeye kama Mungu alitaka mwanadamu afanye nini? Na mimi nimekuambia kwamba alikusudia, kwa mujibu wa Isaya 43:7, kwamba amupe mwanadamu kwa ajili ya utukufu wake. Yaani mwanadamu angedhihirisha utukufu wa Mungu, angetangaza, angemfunua Mungu kwa mwanadamu. Anasema kwamba alifanywa atawale. Anatawalaje? Anatawala pamoja na Mungu ia kusudi la Mungu hilo, anasema namfanye mwanadamu atawale pamoja na mimi, awe na ushirika na mimi, ushirika wa, wa, wa, wa kimahusiano chanya, yeye na mimi tuwe ni kitu kimoja. Mwanadamu anapotazama na viumbe vingine, viumbe vingine vinaona tabia ya Mungu kwa mwanadamu, mwanadamu awe ni awe ni sura ya Mungu, yaani aakisi Mungu. Na hapo ukitambua hilo utajua nini kusudi la maisha. Ni kusihi endelea kufuatilia, na Mungu amekusudia kutuleta karibu na yeye. Tutaendelea kujua nini kusudi la Mungu katika maisha yetu. Sasa nitakuja nita, nita, nita kuzungumza vizuri wakati ujao kuhusu utukufu wa Mungu, kwa nini aliumba kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Je, utukufu wa Mungu ni nini? Leo tutaishia hapa, na hivyo endelea kufuatilia, na Bwana akubariki. Tufumbe macho, tuombe. Asante Baba yetu kwa tafakari hii njema ya leo, tunatumaini ya kwamba unaendelea kutufundisha na umekusudia kutuokoa, hivyo kila msikilizaji na kila mtazamaji ambaye anasikiliza ujumbe huu akaguswe kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, akajua ya kwamba hayuko hapa kwa ajali, bali aliumbwa kwa ajili ya utukufu wako, na hivyo atatambua wajibu wake na hivyo atakuwa na maisha yenye kusudi, na hivyo atakuwa na maisha yenye tumaini. Asante kwa kuwa umetufunulia haya na utatubariki sote, mimi na msikilizaji na mtazamaji, katika jina la Yesu tumeomba, amina.